Sidram kanaweza kiwango kikubwa. Hamna mchezaji waosha kiwango kikubwa nilompenda kama Morris Bram. Kacheza mpira mkubwa. Nimekuja kumuona soa, anakuja kutupa kitu. Steka wetu wamemloga, tunajua ila sifunge. Lakini leo ilizake imetoka anaingia kwenye kamba soa. Watu soa, soa, soa, soa, soa, soa. Steka tani. Katika nchi ya Tanzania kuna steka tani kama soa. Kuna wanaweza kunibishia mwandishi kuhusu soa. So wewe kama na nani uwanjani? Yaani hapa katika liga Tanzania unaweza kufanya nani sawa? Umeridhishwa so na kiwango cha Simba dhidi ya Fortune Gate kwa siku ya leo? Nimekwambiaje? Simba ambao tunaitaka sisi cheze mpira mpira hapa. Pasi inapigwa, inaenda pasi rula. Sio kwenda pasi rula. Inapigwa kutoka Bremo Morris inapigwa inaenda kule. Ikitoka kwenda udivu. Unaona kabisa mpira Simba anacheza mpira mkubwa. Ndio Simba tunaitaka sisi kama hii. Tunataka turizike kila mwana Simba anatoka na enjoy, tunafurahi, ndio timu yetu ipo hivi. Mimi nakwambia nakwambieni ukweli, hii ina Simba inakuleta kuleta ubingwa wa Afrika hii hii, hii narudia tena kwa mara ya pili, hii hapa inaenda kuletwa ubingwa wa Afrika kwa sababu Simba ndio timu pekee tumesajili wachezaji wenye high quality. Unajua maana ya high quality? Ukimwangalia mchezaji mmoja mmoja, ukimchambua, labda tumwongelee huyu nani, Maema, Maema katoka timu namba mbili ya Afrika, Mamelodi. Ukimwangalia beki wetu ndani yule Shalobalo tozi yule ambaye anapiga zile zile pasi za hivi za don't touch. Oh, mama yule mtaalamu oh, timu namba 4 Afrika, waimua vizuri. Tumesajili wachezaji wenye high quality, na tunaamini tunaenda kuchukua ubingwa wa Afrika. tunaposema Simba ichezi mpira mzuri wa kuridhisha, tumaanishi kwamba chezi mpira kuridhisha ukompiti na Yanga, tunamaanisha na national ahari, sio Yanga Yanga. wanacheza mpira mbovu, katika timu mbovu msimu huu Yanga katika timu mbovu ligi kuu, Yanga, niamini ni kitu ninachokwambia, kwa sababu Yanga, ukiangalia wanaokuja kuiokoa Yanga ni wachezaji wa zamani wa Yanga, kuanzia Dabi Dabi sisi wametufunga kutokana na wachezaji wa zamani, Pacome na Max. Jana leo kwa Yanga, Pacome na Max, wachezaji walio sajili wa Yanga, wote wachezaji wa bovu. Yule Dombi ndio mbovu, hamna kitu, hamna mchezaji. Mimi nakwambia msimu huu sisi tunaweza kuonyesha maajabu makubwa, msio na mtu amini. Hii simba unayoiona Simba Sports Club International Football Club. Tunamzungumziaje Rushaini? Ameingia kambani, goli la kwanza kwa kichwa. Yaani umeona, kuna kuna save moja alifanya kwenye, kwenye boxi kafanya ile swimming kuna, tunaita, tunaita swimming save. Uliona hila alifanya mara mwisho Kip Denis, dabi ya Simba na Yanga aliteleza kushangilia, leo akaifanya Rushaini tena, leo kateleza akafanya save nzuri sana si ndio? ile unaiona mara ya mwisho ilichezwa na Ronaldo de Lima kama ulizaliwa kipindi iko Barcelona na ilikuwa sasa Barcelona na Madrid Ronaldo de Lima ndo kanafanya zile style za ku swimming. Kwa hiyo leo kaji akafanya nani Rushaini tena swimming pass. Kitaalamu huyo baba. Swimming pass unajua? Ushakuona? Swimming pass unajua mwandishi. Fazilani mipira mji chochote mmekatwa na mama yake. Hamwezi kujua swimming pass. Swimming pass zimepigwa leo pale unamuona uleo, uleo kuna kitu kocha kakifanya huyu kocha wetu, kocha wetu ambaye tunamdharau, si mnamdharau yule? Kuna kitu kakifanya leo, kakuanzishia wachezaji yani safu ya mashambuliaji wachezaji watatu mbele kule, kakuanzishia wachezaji watatu katikati viungo, kiungo kwa baji mmoja, kiungo mshambuliaji mmoja. Kuna kitu anakitengeneza ana, ana, muone building ya Simba inavyotengenezwa kitaalamu, kwamba nataka tucheze mpira wa professional Africa ndio wanakuja kugundua kwamba Simba tuna wachezaji bora wenye quality kubwa. Sometimes kocha anakuja kuleta mifumo. Na ndio maana hata mimi kwa kuondoka kwa Fado, mimi nilikuwa na vitu hivyo viwili, mimi binafsi. Mimi nilikuwa nasema Fado akiondoka, inshallah akibaki jaza kaula kwa sababu na maana yangu. Ukisema umtetee Fado abaki, unaweza ukaulizwa swali. Kuna kocha wote aliyokuja ya Tanzania kafungwa na Yanga mara nne. Ukisema umseme Fado, unaweza kuuliza, kuna kocha wote alokuja Tanzania aliyopeleka Simba Afrika finali. Kwa hiyo mimi, inawezekana kwa kuondoka kwake ikawa neema ndani ya Simba. Tunaona Simba inacheza. Ibrahim Morris kapewa nafasi, kacheza vizuri. Timu kubwa. Simba timu kubwa inaenda kuchukua ubingwa wa Afrika kwa mara ya kwanza, tunauleta hapa. Mjiandae. Passport size unayo? Passport size kusafiria na ndio. Wewe unayo? Wewe una passport ili kusafiria? Utafuta. Nyinyi simnazo passport waandishi wote. Yandaeni, tunataka tunakusanye, waandishi wote mkaandike rekodi. Simba inaenda kuchukua ubingwa wa Afrika, inaleta Tanzania wote waandishi, historia inajengwa Tanzania kwa sababu sisi hiyo, hiyo, hiyo, ndo tumepewa dhamana kama mju waandishi. Simba hata kwenye vitabu vya Mungu imetabiliwa kwamba ndio timu itakuja kuleta ubingwa wa Afrika. Nani anabisha? Vitabu vya Mungu imetabili Simba. Wewe nisikilize, nyi amsomi dini vitabu vya Mungu vimeandika, nisikilize Simba imetabiriwa kwamba ndio timu itakuja kuleta ubingwa wa Afrika, mkombozi wa mpira wa Afrika, Simba Sports Klabu. Misimalizi hiyo, ndio Simba sisi, passport, passport. Kwa hiyo sisi tunaenda kutimiza jukumu la vitabu. Kwa hiyo nyinyi waandishi, mtafute nyinyi wote pasipoti kwa ajili ya kusafiria. Ndege inatoka mnapanda wote waandishi, kwenda kuandika historia. Simba inaleta ubingwa wa Afrika. We uamini, we uamini kuifunga goli tatu yenye substitute. Hii sio mechi ma, sisi tumekuja kuchika, sisi tumekuja kuangalia wachezaji wetu. Kwa hiyo Fountain Gate inaweza kumzuia Simba kwa akili yako. Tanzania hakuna timu ya kuzuia Simba ukitoa mipango yao miji wanaofanya. Mimi nakwambia Tanzania hakuna timu ya kuzuia Simba, hata dabi wametufunga kwa mipango miji, sio uwezo, not ability. Ndio ndomana mimi nimepiga sana kelele, Yanga hajatufunga si kwa uwezo, hawana uwezo kuifunga Simba tumwazidi kwa kwali cha wachezaji, tumwazidi kwa kila kitu. Wametufunga kwa mipango miji. Hakuna timu ya kuizuia Simba. Timu pekee ya kuizuia Simba ni National Africa. Hakuna timu nyingine. Timu gani wewe? Una timu wewe? Leo. Nimemfukuza. Ah, huyu ndiye anaelewa kitu kimoja. Yaani anachomaanisha kazi ya mediali ni msemaji au mwana afisa habari. Ukisema hajui ni kama chuki. No, uelewi. Afisa habari. Kwa hiyo kwenye swala uwanjani pitch ndio mtu pekee labda anaweza kusema yule huko mpanga atacheza vipi. Kwenye bonanza walikuja kwenye bonanza. Lakini wachezaji wa Simba wote mpaka wanaokaa bench wamebaki. Wote. Wale wale. <laughs> <aja> wale wale wale, <inaudible> <inaudible> wote yasi tukaamua siku, tukachukua wale madaktari wale, tukavalisha jezi wakacheza dabi na Yanga wale madaktari wale wale madaktari wanaweka bikoni wale wote wale first aid, <inaudible> wane, wote aisha jezi ama guvaa namba 9 na Yanga wanakufa hmm. basi

Hiyo Yanga yenu nyinyi, kuna Dombia, si kuna nani, si kuna Ekua yule. Ekua yaani kidogo unaweza kumfanyisha na Mtare kwa mbali kidogo, kwa mbali kiduchu yule kwa kwa mbali sana, na unaweza kumfanyisha kwa mbali, sio kama mfikaji wangu kiwango cha kukaa kwenye mashabiki. Tunamfukuza. Tuna Sio kwanza Tuna ka ekuwa, yeah. Yanga ndio timu, yani katika timu inaongoza kwa wachezaji wa bovu msimu huu Yanga, yeah. Hiyo sio Yanga hiyo sio <laughs> wanalia. <laughs> Kocha, ya na ndio timu ikicheza mpira mashabiki wanalalamika kocha. wamemposti jana wa kocha wao komenti nyingi wamtaki kocha Hamtaki. Awamtaki kushinda nini? ameshinda nini? Uje ujs ndio kashinda. Umechezaje? Umechezaje? Umechezaje? Alama tatu za mwisho, kuna siku utakuja kuharibu, wategeme alama tatu, wanasema acheki, eti Tutamchekesha. Tutamchekesha. Atacheka. Tutamchekesha.